Tazamaji, nilitaka leo ni kutafakarishe kidogo kwa dakika chache sana, uh, mfumo wa kufikiria wa mwanadamu uh, thinking patterns, uh, of a man uh, ule mfumo wa, wa mwanadamu wa kufikiria. Unajua, unapo, unapo, unapomwamini Yesu, Biblia inasema ya kale yamepita na tazama yanayokuwa mapya. Lakini nini kinachobadilika ni kwamba roho yako, tunajua mwanadamu uh, ni roho lakini pia ana ana nafsi ana, ana alafu anaishi katika mwili. Kwa unapomwamini Yesu roho yako inakuwa tayari moja kwa moja, yani hata leo ukifa, moja kwa moja unaenda, uh, unaenda mbinguni, lakini uh, nafsi yako inabidi ipite katika matengenezo au ipitwe katika kuhuishwa kutengenezwa kwa upya, sababu nafsi yako ndio kwenye akili na ufahamu na hisia. Ukisoma katika kitabu cha Warumi kumi na mbili mstari wa, wa pili, Biblia inasema hili, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua katika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu, anasema mfanywe upya nia zenu. Kwa nia ni kitu ambacho kipo katika nafsi, kwa anaposema mfanywe upya nia zenu, kumbe tunapokuwa tumemwamini Yesu, mojawapo ya kitu ambacho inabidi tukipitie ni nia zetu kufanywa kuwa upya, dhamili zetu kufanywa kuwa upya tuna nia gani ndani ya mioyo yetu? Hiyo ni process ambayo ni endelevu. Kwa kadri tunavyozidi kulisoma neno, kwa kadri tunavyozidi kulitafakari neno, linazidi kuumbika kwenye maisha yetu. Ndio maana ukisoma pia kwenye, kwenye Wakorinto, kwenye Wakorinto, Wakorinto wa, wa pili, ile sura ya kumi, haleluya, sura ya kumi, Wakorinto wa pili sura ya kumi, nadhani ni ule mstari wa, wa, wa nne. Wakorintho wa pili sura ya kumi msali ndanzia wa mstali wa tatu anasema wa maana, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka, kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa nini anasema tuiteke nyara? Unajua, hauwezi ukateka nyara kitu ambacho hakina nguvu. Kwa, kama kama anasema tunaiteka nyara fikra, maana nyingine kumbe, kwa akili ya kawaida, mfumo wa kawaida wa mwanadamu ni mawazo ya kidunia. Kwa mawazo ya kidunia sio tu kwamba anamjia ah, mtu ambaye anatenda dhambi ah, yani mwanadamu walivyoumbwa kwa walivyokosea tangu Adamu alipokosea, kila mwanadamu anafikiria kwenye mfumo wa mawazo ya kibinadamu. Ndio maana sasa hivi ukiuliza kila mtu atafikiria kuhusu kufanikiwa, kila mtu atafikiria kuhusiana na, yani kuna vitu fulani, kuna pattern fulani ambayo shetani pia anakuwa anaitumia hadi kwa watu wa nuru tufikirie kama watu wa dunia hii wanavyofikiria. Unakumbuka Yesu alipokuja ukisoma katika kitabu cha Mathayo ile sura ya tano. Uh, utaona uh, the beatitudes, utaona Yesu akianza kuambia wanafunzi wake. Kwa mfano, amewaambia kwa bali ya adultery kwa bali ya, ya uzinzi, anasema uh, ukimtazama tu mtu kwa jicho la ya kumtamani tayari umekwisha zini naye. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu mfumo mpya wa kufikiri, alikuwa analeta mfumo mpya wa kufikiri kwamba sasa hivi atufikiri tena kwamba ukilala na mwanamke mwana ndio umetenda dhambi, bali ukitamani tu, ina maana moyoni mwako ndio utakapoamua kwamba umetenda dhambi. Kwa hiyo utaona huu ni mfumo mpya wa kufikiri ambao tunafikiri uh, ndani ya Kristo Yesu. Ukiangalia pale 2:16 wa Korinto utaona anasema kwamba kwa, kwa sababu sasa hivi tuna mind of Christ, yani tuna ufahamu wa Yesu ndani yetu. Tunapokuwa tumeokolewa na Yesu tunaanza kutafakari kufikiria sawasawa sawa, na mbingu zinavyofikiri, yani tunavitazama vitu sio kwa mtazamo wa dunia Yani, nikimtazama wa mtu aliyepotea simtazami kama watu wanavyomtazama, ila anamtazama kama Mungu anavyomtazama. Hivyo fikra zangu zinavyowaza inabidi niwaze kama Mungu anavyowaza, na sio kama hali yangu, hisia zangu zinavyowaza. Unaelewa vizuri. Kwa kama dunia nzima inawaza kwamba ugonjwa huu unawaua watu, mimi nikisoma neno linasema ugonjwa huu wauwi watu mimi ninawaza tofauti kwamba ugonjwa huu hauaui watu. Huo ni mfumo tofauti wa kufikiri. Dunia inavyoamini kwamba ushoga ni haki ya kila mtu kuamua, mimi nikisoma neno Mungu anasema kwamba mwanaume mwanaume mwanamke mwanaume ni mwanaume mwanamke ni mwanaume na, na, na amewaumba mwanamke na mwanaume kuwa mwili mmoja, sio mwanaume na mwanaume kwangu, mimi kwa ushoga sawasawa na mfumo wa Mungu hauexist, sio kitu sahihi. Kwa utaona shetani amejitahidi sana kutufanya watu wa Mungu tufikirie kama watu wa dunia hii, tunavikimbizia vitu ambavyo dunia inavikimbizia, tunawaza kwa namna ambavyo dunia inawaza. Yaani, unaona watu wameokoka, sasa hivi tupo kwenye, kwenye, kwenye makanisa, lakini kitu kikubwa ambacho tunakiwaza tunakihubiri ni mafanikio ya kawaida. Sio vibaya kuhubiri mafanikio, lakini sio kipaumbele chetu cha kwanza. Yaani, sisi kama Wakristo hapo ndio ambao tunaenda mbinguni, sio kipaumbele chetu cha kwanza. Yaani, mafanikio sisi ni bonus. Ndio maana ukisoma kwenye, kwenye, kwenye, kwenye Mathayo 6:33 anasemaje? utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtazidishiwa. Kwa kumbe hivi mali na vitu vya duniani kwetu ni mengine yote, sio cha msingi. Msingi ule tuleta duniani kusudi la Mungu kuletwa duniani ni ili kujenga ufalme wake, kumtukuza Kristo kwenye maisha yetu, na kuwafanya watu wengine wamwamini Yesu kupitia sisi. Usisahau hiyo ndio kazi kubwa ya Mkristo Maombi yote unayoomba yajenge humo, kujenga mwili wa Kristo, maana nyingine kuwafanya watu wengi waamini Yesu kupitia wewe, kulifanya kanisa la Mungu, watu Mungu wa Mungu waimarike kupitia wewe. Hiyo ndo kazi kubwa ambayo uliletwa kuifanya duniani. Kufanikiwa ni bonus, kuletewa vitu vya ziada ni bonus, lakini unashangaa kila mtu amevipa kipaumbele. Kwa nini? Kwa sababu tunafikiria, mfumo wetu wa fikra bado tunafikiria kama kama dunia, kama dunia inavyofikiria bado tunawaza kama dunia inavyowaza. Mungu akusaidie ufahamu wako uanze kuwaza kama Mungu anavyowaza. Na je, utawezaje kuwaza kama Mungu anavyowaza? Utawezaje kubadilisha ufahamu wako ili uweze kuwaza kama Mungu anavyowaza? Ukisoma katika kitabu cha uh, Wafilipi 4 mstari wa 8, Biblia inasema hivi, hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya, ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ikiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote ya, tafakarini hayo mambo. Mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Kumbe mojawapo ya ya ya ya, ya ya ya framework ya ya kuweza kushifti mfumo wako wa kufikilia, unajua kwa mfano, unajua watu wote wanaweza kaja kwako wakaambia ah, dunia sasa hivi imeharibika mpaka watumishi wa Mungu wana, wana, wana, wanafanya vitu kama hivi, lakini ukiwa unawaza kama Mungu unasema hapana, pamoja na haya yote bado Mungu ana watumishi wake. Unaweza kaja kwako kwa mtu akwambia bwana, unajua watumishi wa sasa hivi hamna mtumishi mkweli. Na wewe ni Mkristo unasikia ila kweli si watumishi sasa hivi wameharibikiwa? No, no no no, Mungu hasemi hivyo, bado kuna watumishi wa kweli katika watumishi waliopo. Unajua Elia alijidai akasema bwana, mimi ni nabii peke yangu niliyobaki, wengine wote wanamsujudia wana bahari, Mungu akasema wewe nyamaza. Kuna manabii wengi sana ambao hawajampigia goti bado kwa kumbe pamoja naye kujiona ni nabii peke yake aliyebaki bado kulikuwa kuna manabii wa kweli. Wewe unaamini leo hakuna watumishi wa kweli? Si kweli, bado kuna watumishi wa kweli. Kwa hiyo mfumo huu ukisoma kwenye hii Wakolosai itakuwa kama framework yako wewe kukusaidia kuwaza sawasawa na Mungu anavyowaza. Unasema hivi, kama kuna jambo lolote la kweli, hebu kwe anza kuiwaza kweli. Neno likija kwa kwako, mtu akikusemesha kitu, wewe iwaze kweli peke yake kwamba je, hili neno ni kweli? Kama ni uongo, achana nao. Kama ni fake, achana nao, iwaze itafakari kweli peke yake. Uki, u, ukiwa unawaza waza, je, neno hili lina star? Neno ambalo linamhusu mtu mwingine, linamdhalisha mtu mwingine, kwa nini ulitafakari? Kwa nini uliongelea, hata kuliongelea? Yani unaongea na mtu kwa habari ya mtu fulani ameanguka katika dhambi ya nini, wenakusaidia nini? Halina star yoyote kwa hiyo inakuwa fremu yako ya kuzuia. Kama mtu yote anakuja na neno kama hilo, unamzuia unamkatiza kabisa, kama mimi siongelei a, jambo hilo. Tayari umeshaulinda ufahamu wako na namna ya kufikiri kwako. Anasema kama lipo jambo lolote la haki, jadili mambo yaliyo ya haki. Mambo matopotofu achana nayo. Mambo ambayo unajua kabisa ni a, a, a, a, a, a, a, yanatweza utu wa watu, jadili mambo ambayo ni haki. Anasema mambo ambayo ni safi unajadili mambo ya ya, ya watu sijui amekamatwa ugoni siyo, atakusaidia nini? Jadili mambo ambayo ni safi, jadili mambo ambayo yanakujenga ya, ya ya mambo ya watu ambao wamefanya vitu katika ufalme wa Mungu, mambo ambayo yatakujenga, sio mambo ya watu wengine. Ayo mambo sio safi. Unajadili mambo ya uzinzi, mambo ya nini, uongo ya nini, yatakusaidia nini? Jadili mambo ambayo ni safi, ndio yatajifajabisha ufahamu wako na ubongo wako, uwaze kuwaza sawa sawa na Mungu anavyosema jadili, anasema jadili yoyote yenye kupendeza yoyote yenye sifa njema, ili mambo ambayo yanampendeza Mungu yana sifa njema. Kwa ufahamu wako una chuja hivi vitu, viandike sehemu kwamba je, hiki jambo ninalotaka kulifikiria, ili jambo ninataka kuliongea, je, lina sifa njema? Linapendeza? ili jambo unalotaka kulitazama lina sifa njema? Linapendeza? kwa ukienda kufikiria na mlakamwe, utaona hapana, hii pornografia haina haja kuiangalia. Ah, hii hii video hii movie ina uzinzi mwingi, haina haja kuiangalia. Ha, haya maongezi haya wa jamaa wanachokiongea hayana sifa nzuri, sina haja ya kushiriki maongezi yao. Kwa ukianza kuvitafakari vitu kwa mfumo wa pattern hii, kwa framework hii, utaanza kutunza ufahamu wako, utaanza kujilinda dhidi ya ya mawazo ambayo siyo ya kumpendeza Mungu. Anasema tena mambo haya, iwapo sifa nzuri yoyote, anasema itafakari haya. Kumbe mambo ya sifa nzuri, mambo mema haya ndio inabidi huyatafakari wewe mambo ya kweli inabidi utafakari wewe, mambo yaliyo safi ya kupendeza, haya ndio mambo ii a utafakari wewe. Kwa kama kuna jambo lolote ambalo Mungu amelifanya, hili ndio vitu vya kuvitafakari. Unavyovifanya, unavyovitafakari vitu hivyo, vinasababisha uh, amani ya Mungu iwe ndani yako, vinasababisha Mungu aendelee kujitukuza kupitia maisha yako. Unajua malango malango ya ufahamu wako ni macho na masikio malango ya ufahamu wako ni macho na masikio, na ukitaka chochote kile uweze kukua katika kumpenda Mungu, chunga sana ni kitu gani unakisikia, chunga sana ni kitu gani unakiangalia. Mambo ya kufanya ili kulinda ufahamu wako, kwa sababu ufahamu wako unapitisha vitu. Jambo la kwanza, kuwa makini sana na watu unaokaa nao. Anasema marafiki wabaya huharibu tabia njema. Kama kuna watu marafiki, hebu kuwa na makini na wako, ni watu wanaongea nini? Kama una watu wale kuzunguka wanaongea mambo ya ajabu ajabu, achana nao. watu kuwa na watu ambao wanaongea vitu positive, watu ambao wanaongea amba wana uzima kwenye maisha yako, watu wanaoongea vitu vinavyowezekana, wanaongea Mungu kwenye maisha yako. Achana na watu ambao hawaongei Mungu kwenye maisha yako. Jambo la pili, kuwa makini na vitu unavyoviangalia. Achana na mavitu ambayo hayakuongezei haya, haya kitu kwenye maisha yako. Wewe unaangalia mapornography, unaangalia mapicha ya mapenzi, ndiyo ni mazuri matamthilia hayo, lakini je, yanakuongezea nini kwenye maisha yako? Yes unaweza kuangalia kwa kiasi fulani lakini kuwa makini na vitu gani unavyoviangalia. Kwa sababu hata sasa hivi ni ulimwengu, sasa hivi shetani ameingiza vitu kwenye haya ma video, ma movies, manini. Kwa hiyo, mtu unashangaa umeingia tu ma roho fulani amekuvamia. Ni kwa sababu ya kitu unachokiangalia. Kuwa makini na vitu unavyoviangalia. Sasa hivi nadhani kwa nini wadada wanavaa nusu uchi ili wawateke wanaume kwa kuangalia. Kwa hata unavyoangalia wewe ji protect vitu, kuwa makini na vitu ambavyo unavitazama. Siku zote kwenye simu yako angalia vitu gani unavyoviangalia. Na jambo la nne, kuwa makini na vitu gani ambavyo unavisikia. Unasikiliza nini we kwa siku, vitu gani unavisikiliza? Kuwa makini na vitu unavyovisikiliza. Weka mziki wako wa kuabudu, anza kusikiliza. Weka mahubiri, sikiliza. Yaani kuwa makini, yaani kuwa kwa, fanya, fanya kwa makusudi kabisa vitu vya kuvisikiliza, yaani amua kabisa kwamba nataka vitu fulani nivisikiliza, wee sio chochote kile ambacho unakisikiliza tu. Watu wameongea hivyo, unajua bwana hii, yaani kuna mtu anakupigia simu eti kukupa umbea kwa hivyo umesikia hiyo aise? Aise bwana, bwana yule fulani bwana, aise. Yaani, katapeli bwana, katembea na mme wa mtu, inakusaidia nini, inakujenga nini? Hautaki kusikia habari kama hiyo? Sikiliza habari ambazo zitakujenga na kukupatua. Na ya mwisho kabisa, kuwa makini sana na kitu unachokitafakari. Hebu tafakari maneno ya Mungu. Hata kuvitafakari, kuna vitu, kuna mtu ufahamu wake siku nzima, yani anawaza mavitu ya ajabu ajabu tu kwenye fikra yake. Anawaza mauovu tu kwenye kichwa chake. Hebu anza kutafakari vitu ambavyo Mungu amefanya kwenye maisha yako. Tafakari ambavyo vitu Mungu anataka kuvifanya kwenye maisha yako. Na kwa kutafakari kwa namna kama hii kutakufanya uwe karibu na Mungu na tutakufanya ulinde patterns za uh, ufahamu wako. Yaani uanze kutafakari na kufikiria sawasawa na Mungu anavyotaka utafakari na kufikiria. Mungu akusaidie. Naamini ya mambo haya machache atakusaidia kuanza kuwaza kutafakari na kuona vitu sawa sawa na Mungu anavyoviona. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema. Shalom, shalom.